Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli ya Tiba Facts Online TV. Leo ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na inshallah leo tutakuwa katika elimu ya dua e, tutakuwa katika darasa la elimu ya dua na tutakwenda moja kwa moja kwenye kile kitabu cha maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali mbali, kitabu namba moja. Huko tutakwenda kujifunza dua ya mtu anayetaka kuheshimika na kuwa mwenye kutisha mbele za macho ya watu eh, yaani unataka kuheshimika, lakini pia uwe ukipita katika macho ya watu uwe ni mwenye kutisha, yaani watu wanakuogopa, kuanzia maadui zako, au wale watu wanakuchukulia poa au kawaida tu, wamezoea kukufanya lolote, basi unaweza ukatumia dua hii ikakusaidia katika majambo hayo. Ni dua moja nyepesi sana, na sidhani kama kuna mtu atashindwa kuifanya labda tu mtu awe ameacha kwa uvivu wake, lakini kwa dua hii nafikiri karibia watu wengi wataweza kuifanya. Kwa wale waliosoma hata juzuu moja au wakaishia alifu, basi wanaweza wakaifanya dua hii Aa, Bismillah. Hii tutakwenda kuangalia maajabu ya bismillah hii, bismillahirrahmanirrahim ni moja kati ya aya miongoni mwa aya za Qurani, lakini hii bismillahi rahmani rahim ndio funguo ya kila sura e, ndio funguo ya kila sura katika zile sura mia moja kumi na tatu za Qurani, isipokuwa sura moja tu ya mia moja kumi na nne ambayo ni Suratu Tauba. Yenyewe hii haikuanza na Bismillahi, lakini ndani ya sura hiyo ukawekwa Bismillahi katika sura tunamli zikawekwa Bismillahi mbili. Wengine wanasema hiyo ndio kwa niaba ile Bismillahi ya ile iliyokosekana katika sura Tauba, ila hayo ni maneno ya wanazuoni na mashehe. Lakini sisi tunakwenda kuangalia nini maana Bismillahi, lakini inafanyweje mpaka iweze kumfanya mtu awe ni mwenye kuwa ni mwenye kuheshimika na mwenye kutisha mbele za watu. Maana ya neno Bismillahirrahmanirrahim ikiwa kama sehemu ya aya za Qur'ani, uh, kuna tafasiri nyingi. Moja ya tafasiri za Bismillahirrahmanirrahim, unaposema hivyo inamaanisha unasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Lakini katika tafasiri zingine ya bismillahi ni kwamba unaposema bismillahi rahmani rahim unasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Na hapo kuna tafasiri ndefu kidogo katika hizo neema kubwa na neema ndogo, lakini sisi hatujataka kuichambua hizo tafasiri. Nataka tuangalie tu faida ya hii bismillahi rahmani rahim. Moja kati ya faida za bismillahi rahmani rahim ni mtu ina uwezo wa kumtibu tatizo la ukichaa e, wa kutupiwa jini. Lakini pia mtu anaweza akakidhiwa jambo lake lolote analumomu Mwenyezi Mungu kica hii bismillahi rahmani rahimu. Lakini pia ina uwezo wa kuzuia kuibiwa. Pia bismillahi rahmani rahimu ina uwezo wa kumfanya mtu akamwona mtu anayemfanyia ubaya katika ndoto lakini kupitia ndoto, hadi kuna mfano kuna jilani au kuna watu wanakuja wanakufanyia ubaya lakini hujui, kuna watu wanakuja kukuangia, kuna watu wanakuja kufanya mambo mbalimbali, wewe hujui. Ukitaka kuwaona hao kupitia ndoto, lakini unaweza ukaitumia bismillahirrahmanirrahim. Pia bismillahirrahmanirrahim rahmanrahim ina uwezo wa kumdhalilisha mtu aliyekudhulumu, ehe, lakini pia kuna kuondoa maumivu sehemu yoyote ya mwili wako katika viungo unaweza ukaitumia bismillahirrahmanirrahim. Lakini pia bismillahirrahmanirrahim ina uwezo wa kuzima ugomvi, fitina na kuleta mapenzi katika familia au wanandoa. bismillahirrahmanirrahim ina uwezo wa kumfanya mtu akawa ni mwenye kuhifadhi masomo na kuondosha upumbavu katika akili. Bismillahi rahmani rahim ina uwezo wa kumvuta mtu yoyote aliyoko mbali, mpenzi, mume, mke, ndugu aliyekimbia. Kuna namna ya kuitumia bismillahi rahmani rahimu, lakini pia bismillahi rahmani rahim ina uwezo wa kuzuia mimba kuharibika, au ina uwezo wa ku zuia lile tatizo la mtu anapozaa watoto wanakufa, wanakuwa hawawezi kuishi, wanakaa muda mfupi tu wanakuwa ni wenye kufariki, ni tatizo hilo. Lakini pia bismillahi hiyo hiyo rahmani rahim ina uwezo wa kuzuia kuchezewa shamba la mtu kwa kuibiwa mazao yake kishirikina. Sasa tutaangalia sisi faida moja tu katika hizo faida nilizokutajia, hizi ni kwa kutajia tu, ni miongoni mwa faida za bismillahi rahmani rahim. Na zipo nyingi sana, lakini leo tutaangalia eh, namna ya kumfanya mtu akawa ni mwenye kuheshimika na kutisha mbele za macho ya watu. Na kabla tujaingia kwenye somo, nakumbusha tu kuna ile ofa inayoendelea katika masiku haya yaliyobakia masiku kumi ya mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani. Na fikiri tutakuwa tunaenda kuimalizia ofa yetu kwa yule aliyechelewa kupata ofa. Tulitoa ofa baada ya maombi ya watu wengi kwamba, shehe, unapotoa ofa, wengine tunakuwa tujajipanga, tunaomba utupe muda mrefu kidogo. Kwa niaba na kwa kuwa ni utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani, basi tunaomba utufanyie isani, na mimi nikatoa siku nyingi kweli, lakini kwa mpaka saizi zibaki takriban siku kumi tu mbele huko, na hiyo hofa itaondoka. Kwa kama utakuwa ni miongoni mwa watu wanaotamani kumiliki vitabu vya elimu hizi zinazofundishana hapa katika chaneli hii iwe ni elimu ya mitishamba, iwe ni elimu ya dua, ya abjadi, ya barati, ulimwengu wa majina, vituko vyao, fulandoa, masomo yote unaojifunza kupitia chaneli hii yapo katika vitabu hivi ambavyo unakwenda kuvipata kwa bei ya ofa. Kila somo lililopo katika chaneli hii kwa asilimia kubwa lipo katika vitabu. Kwa hiyo ni mtu tu kuangalia kwamba niwezaji kuvipata hivyo vitabu na mimi nifaike katika masomo hayo. Na bahati mbaya hatuwezi kufundisha masomo yote katika channel hii kwa sababu muda hautoshi, lakini unapokuwa na kitabu kinakusaidia kujua mambo mengi kwa muda mfupi, na unaweza ukajifunza mambo mengine kwa undani zaidi. Kwa hiyo vitabu ni 12 na na, na unavipata kwa bei ya shilingi elfu arobaini na tano ya Kitanzania. <coughs> ukiwa nje ya nchi ya Tanzania utalipia pesa inayoendana na thamani ya elfu arobaini na tano ya Tanzania. <coughs> kwa kwenda kulipia namba mojawapo katika hizo tatu, unachagua namba mojawapo ehe. Ukishalipia basi kinachofuata ni kuthibitisha malipo yako. <coughs> Katika uthibitishaji wa malipo kuna namna mbili. Kuna namna ya kwanza ni kuscreenshot wa muamala kisha unautuma WhatsApp kwenda namba moja hapo katika hizo tatu. Namna ya pili ni kupiga picha kwa kutumia simu nyingine, then unautuma WhatsApp kama picha kwa kuthibitisha malipo yako, na mwisho kuandika ofa ya Ramadhani. Kumbuka vitabu vimetolewa discount kwa thamani ya shilingi laki moja na elfu arobaini, na mtu atalipia elfu arobaini na tano tu. Kisha atatumiwa vitabu hivyo kwa njia ya PDF kupitia simu ya mkononi au au kompyuta au laptop kwenye WhatsApp au kwenye email, kwa unachagua njia mojawapo katika hizo mbili. Kwa wale ambao watakuwa natamani kuendelea kupata au kunufaika na ufai, taarifa ni hiyo. Wale ambao tuna vitabu, basi waendelee kujifunza, na wale ambao hatujajaliwa kupata fedha, basi tuendelee kusubiri. Huenda mwakani tukapata tena ofa kama hii, lakini ofa yenye imechukua siku nyingi na itakayokuja kuchukua siku nyingi haitokuja kutokea ofa kama hii, labda Mungu akitufikisha huko mwakani tena, inshallah. Sasa tuende kwenye somo letu la leo, kwamba ni namna gani unaweza ukaitumia kutumia bismillahirrahmanirrahim katika kufanya au kujifanya au ikufanye wewe uwe ni mwenye kuheshimika, lakini pia si kuheshimika tu wewe ni mwenye kutisha katika macho ya watu, yani watu wakikuona wanakuogopa wanakuheshimu. E, basi unatakiwa ufanye yafuatayo: unatakiwa usome hiyo bismillahirrahmanirrahim kwa idadi ya mara mia moja hamsini asubuhi na jioni, uisome wala hata kwa muda wa siku saba au zaidi. Lakini kama utadumu nayo ikawa ni uladi wako, hata kama sio kila siku, lakini ukadumu nayo ikawa ndo kama sehemu ya uladi wako, basi ukifanya hivyo Mwenyezi Mungu atakuruzuku kuwa ni mtu mwenye kuheshimika sana, na utakuwa ni mwenye kutisha mbele ya macho ya watu. Sasa kuna ugumu gani wa kusoma hii bismillahi rahmani rahim kwa idadi ya mara 150? ni kuchukua tasibi yako, kama hauna tasibi, andaa punje hata za nafaka, kama ni mchele, kama ni mahindi, kama ni mtama kama ni changalawe hesabu ziwe ya mia hamsini. E, alafu unakuwa unasema tu bismillahi rahmanirahim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmanirahim, huku na hesabu zikifika mia hamsini unatia nia e, Mwenyezi Mungu, kwa baraka na utukufu wa maneno yako haya matukufu, yani Qurani, nakuomba unifanye mimi niwe mwenye kuheshimika na niu ni mwenye kutisha mbele za macho ya watu, hususan maadui zao. Sema hivyo, afu aafu tuliyafanya mambo yako mengi. Wallahi bila inakwambia, kwanza ukifanya dua hii ndani ya wiki moja tu utashangaa sana maajabu. Mimi niwafundisha watu wengi, mmoja kati ya watu walioniadishia maajabu makubwa kupitia dua hii japo nami ya kwangu, lakini alikuwepo binti mmoja anaitwa Sharifa. E, Sharifa huyu alikuwa na, anafanya kazi nchi ya Uturuki e, nchi ya Uturuki huko kazi zile za ndani na kazi za maofisini. So, bwana alipewa ali kazi nyingi, akawa anapewa kazi mara, fanya hivi hivi hivi, fanya hivi, fanya akitoka kazini na, na zingine. Alafu hata ile thamani yake ikawa si yenye kuonekana. Basi akaona isiwe shida, kwa kuwa shehe ametufundisha namna kuitumia hii dua, akaanza kuifanyia kazi ndani ya siku chache tu, hata wiki haikufika, alianza kuheshimika akapunguziwa kazi, na hata alipotamani kuambia mimi nataka nirejee nyumbani, walitamani asirudi kabisa. Na akasisitiza kurudi nyumbani, lakini wakasema watamuongezea mshahara na kumpa bon, kumpa bonasi ya fedha za ziada kwao. Unaangalia, lakini kabla ya hapo hakuwa hivyo alikuwa ni mtu ambaye anachukua tu kawaida, anapewa makazi ya ajabu ajabu. Kwa hata wale ambao wako nje ya nchi, hususani wale wanaoishi katika nchi za Uarabuni huko, wanafanya kazi za ndani, tumieni haya, itamsaidia sana kwa utaratibu huu. Kama bosi wako anakunyanyasa au anakunyanyapa, hata wewe Mtanzania, Mkenya, Mrwanda, Mburundi, basi wewe tumia. Kama wewe unaonekana kwamba hauna heshima katika jamii inayokuzunguka au katika kazi zenu huko wanakuzalauzalau huko maofisini, wanakuchukua tu mfanyakazi wa kawaida. Wewe ndio mtu wa kuwaletea maji, wewe ndio mtu unapotokea, zaula ya kumtuma mtu anakutuma ni wewe, japo umri mkubwa lakini cheo kidogo, ndo wanakutumia fursa kama hiyo hiyo ya kukudhalilishia. Hapo itumie hii, mimi nakwambia haitopita muda wale watu waliokuzalau watakuheshimu na wewe ndo utaonekana ni mtukufu mbele ya macho ya watu. Kinachofanyika hapa ni Mwenyezi Mungu anakutukuza mbele ya macho ya wa watu. Akishakutukuza mbele ya macho ya wa watu, basi hakuna kiumbe yote anayeweza kukuletea jeuri na dhalau. Nakumbuka haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, sio maneno ya binadamu. Kwa hiyo Bismillahirrahmanirrahim, ikisomwa kwa idadi ya mara mia moja hamsini asubuhi na jioni, ukaifanya kama uradi wako au ukadumu nayo kwa muda wa siku kadhaa, mimi nakushauri fanya, hata kama wewe ni mvivu kabisa, fanya hata kwa muda wa siku saba, ila kama wewe ni mtu ambaye unajiweza basi hata zile siku saba zikiisha endelea nayo ifanye kama ulaji wako, utaheshimika. Ndugu yangu, kumbuka si kila dua inamfaa kila mtu. Kuna wengine wanaheshima, kuna wengine hii habari haiwahusu. Kwa hiyo, yule ambaye inakuwa imhusu unaiacha kama ilivyo, lakini yule ambaye anapitia madhila, kudhalaulika, kudhalauliwa, kutumwa, kutokuheshimika, kupewa kazi zisizokuwa za msingi e, basi afanye hivi aone Mwenyezi Mungu atakavyomfanyia, na hii itakuwa ni ushuhuda katika nafsi yake kwamba kumbe Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuamua jambo lolote katika huu mgongo wa ardhi. Maadam tu ukijua kuyatumia maneno yake. Na hizi ndio makusudio makubwa ya darasa zetu hizi kwamba tuelimishane kupitia hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu, namna gani mtu anaweza kukitumia kikawa mwenye kunufaisha, kumuondolea matatizo, maradhi pia na shida mbalimbali, Inshallah mbali. Mimi ni usazibashi, tulikuwa katika somo la dua ya kumfanya mtu aheshimike na kuwa ni mwenye kutisha mbele ya macho ya watu, lakini tulikuwa tunatumia ile aya moja tu ya bismillahir rahmanir rahim. Na hapo awali, kumbuka, nimekusomea faida tofauti tofauti. Kwa kama utakuwa umeguswa na baadhi ya faida ambazo hatujazi fundisha leo, unaweza ukakisoma hicho kitabu cha namba moja cha maajabu ya Qur'ani, utazikuta faida zingine nyingi za hiyo bismillahi Rahmani Rahim, lakini pia takapotoa kitabu namba tatu cha maajabu ya Qur'ani hii <coughs> Hi, bismillahirrahmanirrahim itaongezewa faida zingine, zitakuwa takriban faida si chini ya thelathini au hamsini tutaongeza zingine ambazo hazijaandikwa kwenye kitabu hicho, kwa inshallah. Kumbuka ofa inaendelea kwa yule atakayetamani kulipia, siku ndo zinaelekea mwishoni. E, kwa kumbuka kwamba muda utakapoisha basi hakutokuwa na nafasi ya kupata ofa hii kwa muda huu. Kwa hiyo inshallah, fanyeni haraka kwa wale wanaohitaji kupata hizo nakala za vitabu, wakajiongezea na wenyewe elimu, wakajifadhie maarifa huko nyumbani, hata kama wao watakuwa sio wenye kuafaa zaidi. Kumbuka kuna vizazi vinakuja, kuna watoto, kuna wajukuu. Hizi elimu watakiwa zifundishwe, wafundishwe. Na kumbuka elimu hizi hazipatikani madrasa wale wote waliosoma madrasa elimu ya kutumia Qur'ani kama sehemu ya matumizi ya mtu kujua aifanyie nini Qur'ani, imwondoshee shida hii, aifanyie nini Qur'ani aombee hichi. Hii elimu haifundishwi darasani. Ni mwalimu tu akikupenda nakuita pembeni nakuambia, mimi nataka bwana mkupe zawadi kwa na kufundisha kibinafsi, na unaweza kukuta wanafunzi wako hamsini katika darasa lakini unaopata elimu hii labda wanakuwa ni watano tu. Na haya nyinyi wote ni mashahidi, sio kila mtu aliyepita darasani aliweza kupata elimu elimu ya kuitumia Qur'an. Kwa hiyo hii ni elimu nyingine kabisa. E, kwa ni mtu anakupa kama zawadi kwamba sehemu ya maisha yako na wewe uende ukanufaike. Kwa inshallah tukutane katika kipindi kingine cha elimu ya dua au elimu ya mitishamba au majina ya barati kama hii channel inavyofundisha elimu tofauti tofauti. Mimi ni Ustadhi Bashir na hii ni Tiba Facts online Tv. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu.